Nashukuru sana mimi, wakati nimechaguliwa kuwa meya wa manispaa ya Bukoba nilisema kwenye mkutano, nilisema kwamba natamani sisi tutoe huduma ambayo kila mwananchi atakapotoka kupata huduma kwetu atakuwa shuhuda kwamba serikali tunatoa huduma nzuri. Sasa leo nimesikitika kutokana na kikao cha bodaboda kwamba wana kero zao na wanatulaumu serikali. Kuna kero ambazo kweli serikali tunatakiwa kuzifanyia kazi lakini pia kuna baadhi ya mambo ambayo inabidi tukae na bodaboda tueleweshane namna nzuri ya kuyafanyia kazi. Kwa hiyo jambo la kwanza, mimi nitaendelea kuwasisitiza watumishi kuhakikisha wanatoa huduma nzuri kwa wananchi, na mimi nitaendelea kufuatilia kwa wakati wote nitakapokuwa pale halmashauri e, kama meya. Na nitoe rai tu kwamba wahakikishe wanatoa huduma nzuri ili sisi kama viongozi wa kisiasa Ee, mbunge, pamoja na mimi, tunapokutana na wananchi, tupunguze malalamiko yanayotokana na watumishi.